Mimi unajua nikiangalia kwenye status za watu unapata una, una tu kile ambacho yeah, mtu anachopitia kwa wakati ule. Watu Ma... wanaujumiza sana katika status. Mimi nawashauri, naongea sana na mabinti msitumie musi, mm, status kama yeah, eh, kama diary zenu msizitumie status, sio diary. Haifai. Okay. Mm. Nataka nijue. mm. uh, hivi sasa mitandao ya kijamii kuna watu wamekuwa wazuri sana kuandika mm. juu ya yale matatizo ambayo yanawasibu hususan ya ndani kabisa mm. na kuyaweka kule. uh, tuna, natushauri kwamba tuongee na mtu eh, ambaye anaweza oh, kutushauri vizuri, ni njia sahihi matatizo, ama mtu kuchukua matatizo yake na kuyaweka katika mitandao ya kijamii kwa ajili ya kutafuta ushauri, ama atakuwa anapona pia katika yale ambayo yanayomsibu? Njia ya haraka ya kupona ni kuandika mm. <clears throat> Journaling ni njia ya haraka sana ya, ku, ya kutoa nafsi yako mm, kwa sababu unapokuwa unapokuwa na majonzi unatakiwa ubwage moyo. Kubwaga moyo kwa haraka ni kuandika mm. mm. Ndio, unaona, hata ukikutana na heartbreak kubwa, umevunjika moyo kiasi kikubwa, watu wanakuambia tafuta diary, wewe unaandika mm. mm. kwa hiyo kuandika na, na, na, na, na kuweka kwa mfano, kama kwenye mitandao ya kijamii ama katika mtandao wa kijamii, unaweza kuniandikia mimi mm. watu wa afya akili, mnatuambia kwamba kwa, uh, kwa kiasi kikubwa unapokuwa una ongea kuhusu matatizo yako angalau unapata hueni kwa sababu umesema, kuliko kunyamaza na jambo uh, tunashauriwa sana kusema uh, katika yale ambayo yanayotuumiza. Inawezekana kwa watu wa karibu uh, ama kwa mtu ambaye unaona kabisa anaweza akafanyaje akakusaidia juu ya suluhisho ama ushauri juu ya kile ambacho kinachokuumiza. Unaweza hmm. kuniandikia mimi ukaniambia Leila, niweke mmm, lakini ukiniandikia mimi sasa nikiandika ndo sasa pale ninaingia kwenye hatari kwa sababu nakuwa vulnerable. Nikishakuwa vulnerable yani ninakuwa kwenye hatari ya kuhukumiwa na kuhatakiwa. Mm -hmm. Watu wanaweza kuja kusoma pale wakaja kuniattack mimi moja kwa moja. Mbalela kumbe wewe ni mzembe kiasi hichi. Mm -hmm. Kumbe tulikuheshimu lakini kumbe wewe uko hivi. Ndio hasara. Mm -hmm. Lakini kama uta, utatoa ujumbe wako lakini katika hali ambayo jina yako, anwani yako itaikwa siri ni bora. Mm -hmm lakini mimi nawahusia watu usiseme wewe moja kwa moja. Hata wakati sisi tukifanya mihadhara, tunawaambia watu mm, uliza swali kama jamaa yako, usiulize swali kama wewe, kwa sababu utakapouliza katika muhadhara swali kama wewe, kuna watu wanaweza kukuwekea negative perspective uh, perception kwamba yaweza kuto huyu mtu yeye ni mwizi. Mm. ndio maana kwa wanahisiwa ni mwisi mm, au labda kuna watu wanapenda kuonea watu ambao tayari wako chini, kwa akaona, uh, huyu ni next victim huyu mm, ni mtu wa pili naweza kumwonea. <laughs> Naona kwa ukitumia kama jamaa yako, kuna watu watakuwa wanahisi, lakini watakuwa na labda watakuwa hawana ule uhusiano wa direct kwamba mm, ni wewe kweli mm, eh, kwa ni bora ukampa mtu akakuandikia hmm. au mtu akakopi paste akaeka katika ukurasa wake uliko hmm. kuandika wewe kama wewe. Na maana mimi nawapinga sana wasichana wanaoumizwa nafsi au wanaovunjwa roho waende kuandika status ya WhatsApp hmm. ulizani utanikomoa, sijui nini, sijui wanaume wote waongo tu hmm. sijui bora kumwamini mama hmm. lakini pena mama inatosha ile hmm. ni, ni kujikosea adabu wewe sana tu hmm. Hmm. Kwa hiyo kwa hiyo kwa, kwa maneno machache kwamba uh, kujiandikia katika yale ambayo unaopitia kwenye mitandao sio jambo zuri. Sio jambo zuri kwa sababu unavoliweka katika social media uwezi mm. kujua inaweza kufika kila nchi mm. na siku hizi mitandao ya kijamii ina option inaitwa translation. mm. So, mtu unaweza kuwa umeandika kwa Kiswahili. mm. unaweza kuwa umeandika kwa Kiswahili lakini watu waka, waka translate ikaja kwa lugha yao waliopo huko mm. walioko eh. Sawa sawa mm. Kwa hiyo uh, moja kwa moja inatakiwa hili hilina mm. E, <laughs> na, na bila shaka, kwa nini wengi wa wanaofanya ama wanaoandika maumivu yao status wanakuwa wanawake kuliko wanaume? Sababu ni wanatabia tabia kuweka uhai pasipo kuwa na uhai ili mm. jambo lezalikawadogo lakini akalikuza ionekana ni kama jambo kubwa sana mm. Lakini pia wow, wao wanawo, wanaongoza wanawake kufiki, kufikiria kutumia hisia, unaona wao mm. Sasa kila kitu utaka kukiadresi na nini mm. Lakini mimi kwa uzoefu wangu ni kwamba kama mzigo ni mgumu ama kama mzigo ni mzito, waruhusiwa kuweka chini mm. Waruhusiwa kutua maanake ni kama kama kitu cha kuumiza kuliko kujifika hatua, inabidi umeandika, inabidi una, unaweza pia ukaga mashindano, wajua, kama huwezi kukaa mpaka mpige simu, unaweza kuifuta namba mm. Mm. na pia labda kama ni mtu ambaye anakukera unaweza kumwepuka mm, kuliko kufika hatua hii ya kuandika ujumbe. Unaweza kuchagua kwamba mimi mm. sitaki kufanya hili. Sasa so, so, kwa mfano labda mtu ame anakwazika kwelikweli ndani mm. na, na anaona labda katika wale wa karibu ama wa familia ni watu ambao hawawezi kutatua tatizo lile mm. aende wapi? Anaweza kutafuta kansela mm. Anaweza kutafuta kansela ama therapist mm. ama mshauri wa kisaikolojia. Anaweza kumtafuta mm. Au, mimi nawashauri wasichana ambao wengi katika kuzungumza nao nawaambia wajiingize katika madrasa za wanawake mtaani. Mm. Lazima uwe na madrasa. Kwa sababu ile pale ndo support system yako ya kwanza. Mm. Ukipata shida yako ya kwanza utakuwa katika madrasa unayofanya unayosoma. Mm. Hata ukiwa unataka mke, hata ukiwa unataka mume utampata madrasa. Kwa hiyo utakapokuwa unaenda madrasa kuna mwalimu pale madrasa. Unaweza kumuomba mwalimu akutafutie imamu. Hmm. Ambaye imamu ndio baba wa imani wa mtaa. Baada ya imamu kuna shehe hmm. Baada ya shehe kuna wengine ambao wako msikitini pale. Waweza hmm. kupata ushauri wa haraka kwa wale watu kabla hujafika kwa mwanasaikolojia hmm. hmm. kwa sababu mathalan tuseme, ukifika kwangu mimi, mimi kama shida yako ni kubwa hasa inayohusu familia, lazima atakurudisha kwenu ka mwanzo, umezungumza na wazazi, umefika wapi ume umefanya hatua gani katika kujisaidia ili mm. nijue je, nikikusaidia um... <laughs> <laughs> Mitandao ya kijamii mm. una asilimia ngapi ya kuamini unapoona, uh, mitandao ya kijamii imepost kitu? Nachukua tu kama challenge mpaka nikikamilisha, ndo siamini chochote. Siamini chochote mpaka mm. nikiona au kama mtu ambaye labda anazungumziwa niko naye karibu, akanipigia akaniambia Leila kitu, hmm. wa jami, wa ni kweli. Lakini siamini kitu kwenye mtandao wa kijamii kwa sababu unajua ni ndio maana unaitwa mtandao wa kijamii, kila mtu anaongea anachotaka, anach, anafanya anachotaka. Sasa hmm. inaweza ikawa kwake ni sahihi, kwangu si sahihi. Maana yake ni kwamba si lazima nimwamini, sina majukumu ya kumwamini hmm. hmm. Oi inawezekana yani asilimia sitini mm. ni yani kama kama ni asilimia mia mtandao wa kijamii naweza ngapi, asilimia kumi. Mm. labda wawe watu wa habari hizi mm, sijui za kimataifa, sijui nini. Ikiwa labda ni social media ya hatari, ya vianzo ambavyo unavyoviamini kwamba hivi ni vya uhakika, watu wanaotangaza taarifa ya habari mm, au naweza ngawaamini wenye, wenye kurasa zao, lakini mtu anayeongea kusumaisha sijui michezo mm. Sitilii maanani mpaka nione mimi mwenyewe. <laughs> <laughs> iwatu wa michezo ndio waamini watu wa michezo, ujue ni, ni kama watu wanapenda wana shengesha zile utani utani sasa hapo kama sasa hizi kasoma mahali roho yangu ikaumia. Aa, sasa mm. sasa nime nimefanya mambo yote haya mm. aysezekana nipate plastiki lakini mm. weza asubuhi nikaongea na mwingine akanambia ni mwongo bwana mm. tutapewa kweli hatutopewa plastiki Sasa unaona hapo mm. ningeumia nafsi yangu eh, lakini nik, nikiambiwa kwamba bondeni nini sijui hii ni yetu, ah najua ok mm. Kama ikiwa ni habari, lakini ikiwa kwa... mambo binafsi mm. fulani kafanya kitu fulani, asiwezi kumhukumu mtu kwa sababu ya mtandao. Kwa hiyo unataka useme kwamba mitandao kama vile ni sehemu ya kujifurahisha tu hiyo? E, ni sehemu ya entertainment. Hata hivyo mm. ni sehemu ya entertainment. Sasa inategemea mtu ana, anataka kufurahia kwenye nini mm. E. Maana yake ni kwamba uwezi kusema kwamba huyu mtu anafaa kwa sababu yuko mtandaoni, au huyu mtu hafai kwa sababu nimemwona kwenye mtandao taarifa yake mm. ni fulani mm. So, so. Kuna, kuna tabia ambayo hivi sasa imechukua imechukua nafasi kubwa mm. kwamba mitandao ya kijamii ndio imekuwa chanzo pia cha suluhisho la ma, baadhi ya matatizo ya watu mm. kwa mfano kama umemwona Waziri Gwajima mm. eh, linatokea jambo mtu anamtagi waziri waziri mm. anakuja anafanya eh, kitu fulani hivi mm. kwa hiyo mitandao ya kijamii ina mambo chanya pia yaani, mfano, unaona kama alivyofanya mama ni eh. jambo zuri na mimi nalipenda, napenda watu vigilant mm. Sana kwa sababu unaona, ukishakuwa kwenye ofisi ya umma inabidi umekuwa vigilant. Ndio sasa wewe kuwa vigilant hadi kwenye zile kurasa, maana yake ni kwamba either anasoma mm. au anatafuta chanzo, na ndio maana akiipata hafanyi maamuzi mm. anatoa namba yake ya simu ndio kwa, kwa nini ni hapa yeah? Niliposema mimi mwanzo lazima nithibitishe ukweli ni upi juu ya yeye. Anatoa namba yake ya simu au anasema nipeni namba yake ya simu mimi nitamcontact. Akishamcontact, akishaongea naye, anarudi pale kutoa mrejesho. Bwana, tumemcontact so and so na tumefikia naye semu so and so. Lakini yeye hawezi kuingia kwenye kwenye media moja kwa moja akasema fulani amemo amemo amemo amemdhuru fulani. Basi mimi nasema sasa hivi apelekwe Lock up. Mm -hmm. Ye uchukua uchukua ha hatua na kisha akahakikisha yeye mwenyewe ndio hicho ninachosema kwamba watu wasiingie kwenye kwa sababu kuna, kuna binti amejiua Kenya mm -hmm, nadhani wiki mbili zilizopita mm -hmm, kwa sababu ya social media bullying alikuwa kidogo umri wake na uzito wa mwili wake ni tofauti. Umri wake ni mdogo na uzito wa mwili wake ni mkubwa, yaani kwamba anaonekana ni mnene kuliko kawaida inavyo wanavyohisi watu lakini hakuna mtu mnene kuliko kawaida wala mtu mwembamba kuliko kawaida. Sasa wenzake wakawa wana, wanamtusi wana na kusema kwamba wewe ni mnene sijui mm, wewe ni kibonge sijui ni nini. Sasa unaona, si kila mtu anaweza kuvumilia zile mm, attack. Sasa yeye kwa kuamini ule mtandao wa kijamii na watu waliokuwepo katika pale kwamba hawa wanaweza wakatoa maamuzi kuhusu maisha yangu mm, akachukua ya hatua akajiua mm, na si yeye tu wako wengi hadi masta masupasta, mm. wanaingia, mtu anafuta akaunti yake anafuta akaunti yake ya insta, anapotea kwenye social media mwaka, mm. nadhani hata kuna mwanamuziki mkubwa Marekani aliondoa akaunti yake ya Twitter mm. kwa sababu ya watu. Sasa nataka kuambia watu kwamba vitu vilivyopo kwenye mtandao ya kijamii ni asilimia tano tu ndo kweli mm lakini kweli yenyewe pia usiiamini mpaka wewe utakapoishika mm. Yaani kushika, maana yake ni kuthibitisha, ndio ufanye maamuzi mm. Hata kuhusu tabia ya mtu, ukaletewa taarifa oh, tumemuona sijui nani uko sehemu fulani mm. Usije uka unless, yani, amekupigia simu akakushirikisha wewe mm. Ndio unaweza sasa kusema, kwa sababu watu wanasema no research no right to speak. Sasa imagine leo nije kumfukuza mtu kazi kwa sababu mtandaoni ameonekana kwamba yeye ni mtu anahujumu, ataniuliza madam, hiyo bezi ya haya mazungumzo unaoniandikia au hii barua ulioniandikia mimi ya kuniachisha kazi, sosi mm. yako ni nini? Mimi nitasema nini Amna? kurasa mm. kurasa wa kijamii maybe wa, wa Mariam oh. Mm. kwa Mariam? Sasa hivi wewe ndo ndo sosi ya taarifa yako, kwani usichukue taarifa ya Mariam sosi, alafu ukaweka watu wanifuatilie, alafu ndo kanichukulia hatua. Mm. Na sasa wewe ukishapata ile taarifa pale pale kwenye mtandao tena unamchukulia mtu hatua. Kwa hiyo unaonekana mtu ni mtu ambaye hauko makini. Mm. Kama anachokifanya mama yule. Mm. Yeye yeah, yeah. Pamoja na wenzie wanavyochukua hatua vile. Mm. Vile hasa ndo watu wa kizazi hiki wanatakiwa wafanye. Mm. Kwa sababu unajua zama zikibadilika, na watu wanabadilika. Unajua zamani hata hii mitandao ya kijamii kwa si rahisi hivi. Hata televisheni yenyewe ilikuwa tuko nayo moja. Tunadhani radio tulikuwa nayo RTD mm, peke yake. Mm. Sasa sasa hivi kuna influx na globalization. So mm, haya mambo inabidi imekuwa wepesi watu kufanya kazi. Sasa mm, kama kama watu ambao tuko katika hii jamhuri tukiona watu wetu, yani watu ambao wamepata dhamana, wanafanya kazi, tuna, kistaili hii. Tuna tunaona kweli umuhimu wa na teknolojia. Mm. Tunasema ndio kweli. Kweli tume nchi hii imepiga hatua. Mm. Alafu ukienda kuangalia uh, zile, zile follow up zake sio muda hata wa kazi. Ni follow up ambazo zimefanywa yeah, nje ya muda wa kazi yeah. Kwa hiyo unafahamu, unakaa ukijua, ukisema kweli watu ambao tumewaweka yeah, ni kweli ni watu wetu yeah, yeah, yeah. Kwa sababu si kama wamevaa uniform za fulani, wao wako saa yote. Nmana kasema mimi napenda watu vigilant yeah. Kama ni watu ambao wako hivyo kila saa mtu yuko active mm. Na ndio inavyotakiwa kuwa hasa hasa ukiwa ofisi ya umma eh. Mitandao mm. ya kijamii naondoa stress, inaweza ikakuongezea stress mm, kuondoa sidhani eh. Kwa sababu unajua mtandao wa kijamii hasa hasa wenye kukupa furaha unatengeneza homoni ya dopamine. Mm. Dopamine, kazi yake ni kukuongezea furaha na kitu kinachokupa furaha, kuna saa ile furaha yako inafika level, unaona kama hii level ya furaha ni kawaida mm. kwao una tap upate level ya juu zaidi ya furaha. Sasa mm. kama peji ya umbea ndio unaokuongezea furaha, utajikuta the end of the day una peji za umbea nne mm. kwa sababu una tap kupata utamu zaidi Yani, yeah, ndo ilivyo dopamine um. yeah. Ndio maana hata ukila sukari unaweza ukala ukaamua ule kashata moja, ili ukajikuta baada ya saa umekula kama kashata sita mm -hmm. au ushachukua ubuyu ukala ubuyu mbili tunda mbili, kwa sababu ngoja tumba mbili, alafu nitakula tena baadaye, ukajikuta huwezi kutulia mpaka umalize ile kifuko kile kiisha. mm. mm. Kama kuna watu wengine wana udhaifu wa sneakers, kuna mm. chocolate inaitwa sneaker Nika, ina chocolate na ina karanga ndani, ina very high dopamine level. So ukila ile, huwezi kwenda, huwezi kuifunga kama hujamaliza. Ndio. mm. <laughs> ubaya wa, wa, wa happiness, yeah. happiness unavyokwenda mpaka inakujaza. Sasa, unaona sasa mtandao wa kijamii unakupa starehe Mm. Baada ya muda unaona kama ile starehe unaopata pia haitoshi, so unatapu uone starehe gani nyingine inaweza ikakupa, mm. Kama watu wanaoshinda Tiktok, mtu ana scroll kutwa nzima alafu anakuja kudiscover oh, Tiktok ina upande mwingine very dark mm. Sasa nasema hebu ngoja nione ni hii hi, nikienda hii dark side ndapata faida gani? mm. So anajikuta anadiscover sehemu ambayo hata hakutakiwa mm. kuepo. So inategemea.